Tarehe kumi na tano mnyama yuko kwa Mkapa wakipambana na mahasimu wao Yanga. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali inatambua umuhimu wa kuwa na viwanja vya michezo katika wilaya ikiwemo wilaya ya Kakonko ili kuibua na kukuza vipaji kuimarisha afya za wananchi pamoja na kuchochea uchumi kupitia sekta ya michezo. Ingawa kwa sasa wilaya ya Kakonko haijajumuishwa kwenye miradi ya moja kwa moja ya serikali ya ujenzi na ukarabati wa viwanja kwa ajili ya Chan na Afcon, wizara ya habari, utamaduni, sanaa na michezo ikishirikiana na TAMISEMI inaendelea kutoa miongozo na ushauri wa kitaalamu kwa halmashauri zote nchini ikiwemo halmashauri ya wilaya ya Kakonko katika kutenga maeneo na bajeti kwa ajili ya ujenzi wa viwanja hivyo. Nitumie fursa hii kuzihimiza halmashauri zenye nia ya kujenga viwanja vya michezo ikiwamo ya Kakonko kuanza mchakato wa ndani wa upatikanaji wa ardhi, kutenga fedha kwenye bajeti zao na kuwasilisha maombi rasmi wizara ya habari, utamaduni, sanaa na michezo kwa ajili ya kupata msaada wa kitaalamu na kiufundi, ili kuhakikisha dhamira ya kuwa na viwanja vya michezo nchini kote inatimia. Mheshimiwa Kamanga. Asante Mheshimiwa Naibu wa Spika kunipa nafasi ya kuuliza maswali mawili madogo ya nyongeza. Kwanza nashukuru kwa majibu mazuri ya serikali. Kwa majibu ya serikali hofu yao ni wilaya kutokuwa na ardhi, na kwa nafasi hii ni nithibitishe kwamba sisi Kakonko ardhi tunayo, tatizo ni fedha kwa ajili ya kuanza ujenzi huo ombi na swali lini serikali sasa itatuletea fedha kwa ajili ya kuanza ujenzi kwa sababu ardhi tunayo? Swali la pili, Mheshimiwa Naibu wa Spika, lengo la kuomba kujengewa kiwanja ni kuibua vipaji vya vijana wetu katika wilaya ya Kakongo, na mimi kama mbunge nimeanzisha ligi inaitwa Kamamba Kapu kwa nia moja ile ile ya kuibua vipaji. Je, Mheshimiwa Waziri yuko tayari kutuletea wataalam kwa ajili ya kubaini na ku, e, kwa vijana wetu ambao wanaendelea na ligi hiyo? Asante Mheshimiwa. Mheshimiwa Waziri. Kushukuru Mheshimiwa Naibu Spika, kwanza niwapongeze Halmashauri ya Kakonko wakishirikiana na Mbunge Alois Kamamba kwa kuwa na utayari kutengeneza wa kutengeneza miundombinu ya michezo kwenye halmashauri yao kwa kuanza kwa kutenga maeneo kwa sasa kipaumbele cha serikali ni kwenye miundombinu itakayotumika kwa ajili ya Chan 2025 2 25 na Afcon 2027. Kwa hiyo kwa hatua ambayo Kakonko wameifikia, ni mwombe mheshimiwa mbunge wawasilishe rasmi maombi kwa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo ili kupata msaada wa kitaalamu na kiufundi na hali ya rasilimali fedha itakaporuhusu, nimwahakikishie mheshimiwa mbunge tutashirikiana nao katika kuhakikisha tunajenga miundombinu ya michezo kwenye halmashauri yao. Lakini pia nimpongeze mheshimiwa mbunge kwa kuanzisha uh, Tamamba Cup kwa ajili ya kugundua na kulea vipaji uh, pale uh, kwenye halmashauri yake ya uh, Kakonko namwomba mheshimiwa mbunge niki maliza hapa tukutane, anipatie ratiba ya Kamamba Cup na mimi nitakuwa tayari kumtumia wataalamu kutoka shirikisho la soka Tanzania kwa ajili ya kwenda kung'amua vipaji vinavyopatikana pale Kakonko. Hali kadhalika nitaangalia na timu zilizoko karibu, nafikiri ni mashujaa wako karibu pale, mtawaomba pia na wao wapeleke scout wao ili tuone kama Kakonko inaweza kutoa wachezaji kwa ajili ya kucheza kwenye timu yao. Nashukuru. Mheshimiwa Mzeru Nakushukuru Mheshimiwa naibu Spika kwa kunipa nafasi. Kwanza nimpongeze Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassani kwa kujenga na kuboresha viwanja vya michezo nchini. Je, serikali ina mpango gani wa kujenga na kuboresha viwanja vya michezo mashuleni na vioni? Mheshimiwa Waziri, nashukuru Mheshimiwa naibu Spika kwa swali zuri la Mheshimiwa Mzeru kwa sasa mpango ambao serikali inao ni kutengeneza shule mbili za michezo katika kila mkoa ambapo tuna jumla ya shule hamsini na sita na mwaka huu unaoanza tume, mwaka huu wa fedha tayari tumepata fedha kwa ajili ya kuanza kutengeneza shule saba za michezo ambapo tunachofanya ni kwenda katika shule za sekondari ambazo zipo na tunatengeneza viwanja kwa ajili ya michezo yote ikiwemo mchezo wa mpira wa miguu, mchezo wa netball, basketball, volleyball na kadhalika. Kwa hivyo uh, tutakapokamilisha mradi huu tutakuwa na shule hamsini na sita nchini kote ambazo zina viwanja vya michezo na hii ni kuhakikisha kwamba tunaunga mkono na tunatekeleza kwa vitendo maono ya Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Daktari Samia Sulu Hassan ya kuhakikisha miundombinu ya michezo inatapakaa nchini kote. Asante. Mheshimiwa Gekul. Mheshimiwa Naibu Spika, nikushukuru kwa nafasi. Mheshimiwa Naibu Waziri, Halmashauri yetu ya Mji wa Babati tumejenga uwanja mzuri kabisa wa Tanzanite kwa raha, ni miongoni mwa viwanja vinavyofanya vizuri. Tumeleta maombi ya viti kwenu wizarani mtusupport, na ukizingatia kesho Simba na Big Stars wako Babati. Ni lini mtatupatia hivyo viti, Mheshimiwa Naibu Waziri? Asante. Mheshimiwa Waziri. Nashukuru Mheshimiwa Naibu Spika na, uh, na swali zuri la Mheshimiwa Gikuru. Viti anavyovizungumzia Mheshimiwa Mbunge Gikuru ni viti ambavyo tulikuwa tunavitoa kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, kama unavyofahamu

miongoni mwa maeneo ambayo tunayafanyia ukarabati ni kubadilisha viti vyote elfu sitini na tatu ambavyo viko katika uwanja wa Benjamin Mkapa na viti vile kama unavyofahamu mheshimiwa naibu spika viliwekwa mwaka elfu mbili na saba kwa hiyo vingi kati yao vimeharibika tunachofanya sasa hivi tuko katika hatua ya mwisho ya kutoa viti vyote ili tujue tuna idadi gani ya viti na kutokana na maombi mengi ambayo tunayo tutaona tunaweza kugawa viti vingapi, vingapi kwa kila ombi ambalo limetufikia nimwahakikishie mheshimiwa geku maombi ya tunayo na tutahakikisha uwanja wa Tanzanite nao unapata uh, baadhi ya sehemu ya viti hivi na kuhakikisha wapenzi wa mpira wa miguu wanaohudhuria pale wanaweza kuvikalia asante. Mheshimiwa Juma Usonge, jiandae mheshimiwa. Asante sana mheshimiwa naibu spika, na mimi Saka, kunipatia fursa ndogo ya kuuliza wa... swali dogo la nyongeza. Kwa vile vijana wengi wamejiajiri kutokana na uwekezaji mzuri wa soka lakini zipo baadhi ya changamoto. Je, ni upi mpango wa serikali kuhakikisha kabisa unata, inatanua wigo ili vijana wengi waweze kupata ajira hususan kwenye michezo hii ya kubahatisha asante. Mheshimiwa Waziri, uh, sehemu ya serikali ambayo inashiriki ina kwenye um, swali alilouliza Mheshimiwa mbunge ni kuregulate na kuhakikisha sheria za nchi zinafuatwa hazikiukwi lakini hali kadhalika, kunakuwa na athari chanya kwenye michezo hii, ushiriki wa vijana kwenye michezo hii kama ambavyo unafahamu kuna changamoto nyingi addiction ambazo vijana wengi wanaingia kwa kushiriki michezo hii, na serikali jukumu lake ni kuhakikisha wanashiriki na kunufaishwa na michezo hii bila kupata addiction ambazo a pengine zingeweza kuathiri maisha yao moja kwa moja. Kwa hivyo serikali inaendelea kufuatilia kwa ukaribu kuhusiana na ushiriki wa vijana kwenye michezo hii, lakini hali kadhalika kutengeneza mbalimbali ili kuhakikisha wanashiriki na kunufaika bila kuathirika, uh, kuathiriwa na michezo ambayo Festo wanashiriki. Mheshimiwa naibu spika, halmashauri ya wilaya ya Chunya kwa kushirikiana na wadau tunaendelea na ujenzi wa uwanja wa michezo na mpaka sasa tumefikia hatua nzuri na tumeshaagiza nyasi bandia. Je, upi mpango wa serikali kuweza kutuunga mkono kutuletea fedha ili tuweze kujenga majukwaa na uwanjao uweze kuisha kwa wakati. Mheshimiwa Waziri, kama ambavyo nimetangulia kujibu kwenye swali la msingi, Mheshimiwa Naibu Spika, hali ni hiyo hiyo kwa halmashauri ya wilaya ya Chunya. Kwa sasa kipaumbele kiko kwenye miundombinu ya michezo itakayotumika kwa ajili ya michezo ya CHAN 2025 na AFCON 2027. Lakini ni mwombe Mheshimiwa Kasaka na halmashauri ya Chunya waweke maombi rasmi kwa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo na hali ya rasilimali fedha itakaporuhusu tutawasiliana nao na kushirikiana nao kuhakikisha wanapata majukwaa kwa ajili ya kukamilisha uwanja wao. Hali kadhalika ni mpongeze kwa juhudi kubwa ambazo wamezifanya ikiwa ni pamoja na kuagiza nyasi za bandia ambazo serikali imezifutia kodi na najua lengo lenu hasa ni kuhakikisha tunapata vipaji vingi kutoka Chunya kama ambavyo tumekuwa tukipata katika siku zilizopita, na tunawaahidi tutashirikiana na nyinyi kuhakikisha hilo linatekelezeka. Asante Mheshimiwa Ishengoma. Asante sana Mheshimiwa naibu spika. Je, ni lini serikali itaanza kujenga uwanja wa Jamhuri wa Morogoro ambao unatumika kwenye michezo ya kitaifa? Asante sana Mheshimiwa naibu spika. Mheshimiwa waziri Mheshimiwa Naibu Spika, uwanja wa Jamhuri wa Morogoro ni miongoni mwa viwanja ambavyo tuko katika mpango wa kuvifanyia ukarabati mkubwa kwa ajili ya AFCON 2027. Sio kwamba utachezewa rasmi mashindano yale, lakini ni viwanja ambavyo tunataka viwe tayari ili kama kuna timu inataka kuvitumia kwa ajili ya mazoezi na wenyewe utumike. Bado tunaendelea kufanya mawasiliano na wamiliki wa uwanja huu kuona mpango ambao utatuwezesha kufanya ukarabati ule tukitumia fedha za umma lakini serikali isipate hasara na uwanja ule uweze kutumika na makundi yote ambayo tumepanga, ya nufaike na shughuli ambazo zinaweza kuendelea pale. Kwa hiyo nimhakikishie mheshimiwa mbunge Shengoma ya kwamba uwanja wa Jamhuri huko wa Morogoro huko katika mipango yetu na utafanyiwa ukarabati, hali kadhalika ikiwa ni miongoni mwa viwanja vitano ambavyo tunavifanyia ukarabati mkubwa. Asante mheshimiwa naibu spika. Kwanza nipongeze serikali kwa uwekezaji mkubwa wanaofanya kwenye viwanja sasa nilikuwa natamani kuuliza nyie, kama custodian ni wa viwanja nchini, mmeona taarifa za nchi jirani kama Kenya kwenye maandalizi ya viwanja vya chani kuna regi fraud. Sasa tulikuwa natamani kupata neno la matumaini sisi kama na michezo, maandalizi ya viwanja kwa ajili ya chani kwenye nchi yetu vimefikia hatua gani, mheshimiwa waziri? Uh, nashukuru kwa swali zuri la mheshimiwa senator Festo Sanga. Na sisi uh, kama Tanzania maandalizi yetu ya viwanja kwa ajili ya chani 27 ambayo inatakiwa kuchezwa mwezi Agosti mwaka huu yanaendelea vizuri sana. Viwanja vyote viko katika hali nzuri, kwa sababu viwanja ambavyo vitachezewa CHAN ni uwanja wa Benjamin Mkapa ambao umekamilika ukarabati wake, lakini na uwanja wa Amani Zanzibar vilevile vile. Lakini kuna viwanja vya mazoezi ambapo, Dar es Salaam tuna viwanja vitatu, uh, kiwanja cha shule ya sheria, kiwanja cha Jimkana na kiwanja cha Meja General Samuyo ambavyo vyote viko katika hatua nzuri. Hizi taarifa ambazo uh, kafu anazitoa ni taarifa za ukaguzi wa mara kwa mara na ziko kwa ajili ya kuhakikisha kwamba maeneo ambayo wanataka yafanyiwe marekebisho yanafanyiwa. Kwa hivyo naamini taarifa hii ambayo unaisema ya wenzetu Kenya imetoka kwa ajili ya kuwaelekeza nini wanatakiwa kufanya ili kuwa tayari kwa ajili ya uh, viwanja vyao vio tayari kwa ajili ya chana ifikapo mwezi Agosti. Lakini sisi kama Tanzania viwanja vyetu viko tayari hata wakitaka mashindano yacheze mwezi ujao. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, tarehe kumi na tano, tano, Mnyama yuko kwa Mkapa wakipambana na mahasimu wao Yanga.